Nambwana mmoja, kati ya habari ambazo zime make headline huko mtandaoni this time around ni hii inshu ya wasanii ambao sasa hivi hapa wamefanya vizuri sana kwa mwaka huu hapa elfu mbili na ishirini na tano, na kama unavyoelewa bwana, wasanii ambao wamejitahidi kufanya ngoma kali na mashabiki wakazipokea vizuri ni wengi sana. Bwana, hili limejidhihirisha kutokana na jinsi ambavyo wasanii wa bongo flavor walivyoonyesha kujituma eee, kufuatia kwa hekaheka heka ambazo tumeziona huko mtandaoni. Nadhani utakuwa unaelewa we mwenyewe kwamba wasanii wetu bwana wako very active this time around. Sasa, kitu ambacho kimehappen baada ya mfululizo wa ngoma juu ya ngoma yani back to back, weka chuma watu waweke jiwe. E, tumeona wasanii mbali mbalimbali hapa Tanzania, sio A list celebrity, sio new generation, wote wamejichanganya na wametoa ngoma kali sana e, na huu bwana wala sio mbali hii ni, huu ni mwezi wa Oktoba, yaani ni mwezi wa kumi tu, lakini tukiangalia listi ya ngoma ambazo zimehiti hapa ndani na nje ya nchi ni nyingi mno, lakini pia vilevile vile kwa platforms mbalimbali mbali huko mitandaoni zimeonyesha wazi kabisa kwamba jinsi gani ambavyo e, wasanii hawa e, wamepokelewa vizuri na Watanzania na watu nje ya Tanzania, kwa sababu ukipita katika namba number, ukiangalia namba za views zinaonyesha kabisa jinsi gani ambavyo e, hawa wasanii wamekuwa wakipiga views za kutosha, yani huko YouTube bwana, ma views ni kuanzia milioni 30 na kuendelea na pia vilevile vile game imechangamka kwelikweli. Sasa hapa bwana, niko na listi na mjadala mzito ambao umeibuka hivi karibuni, kwamba so far so good, yani mpaka sasa hivi hapa mwezi huu wa kumi, unahisi kwamba ni msanii gani ambaye amefanya vizuri zaidi katika industry ya mziki wa Bongo Flava? Na katika listi ya wasanii hao bwana, waliotajwa ni wasanii wa fuatao. Yaani huu ni mjadala ambao umeibuka huko mtandaoni. Wadau wanaulizana kwamba ni msanii gani ambaye anafanya vizuri zaidi e, he, baada ya kuachia kazi zao. Na hapa bwana, kuna listi ya wasanii takriban tisa au sita hivi. Hapa kuna Diamond Platnumz, kuna Nandi, kuna Mbosso, kuna Harmonize e, kuna Zuchu, kuna Mario na Juma Jux, lakini pia vilevile vile, kuna Rayvanny, Vivian Boy So katika listi hiyo ya wasanii takriban nane, je, ni msanii gani ambaye ndiyo MVP, yaani ndio msanii ambaye amefanya vizuri zaidi kwa mwaka huu hapa elfu mbili na ishirini na tano, ikiwa ndo kwanza mwezi wa kumi tunakaribia kufunga mwaka huu. Kwa hiyo wadau hapa wameulizwa hivyo, na mjadala kusema ule ukweli, umekuwa ni mzito kweli kweli. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana, kwa mwaka huu hapa 2025 umekuwa na kasi sana uh, kwenye mziki, uh, wa, kwenye mziki wa Bongo Flavor. Kila kona kumekuwa na midundo mipya, kolabo zenye mvuto na matukio makubwa yanayo yanayotikisa mitandao ya kijamii, eh, na pia vilevile kufurahisha mashabiki wakiwa wanaendelea kubi, na kufanya mashabiki wakiwa wakiendelea kubishana, kila mmoja akiamini kwamba msanii wake ndiye ameibuka kinara lakini pia vile katika ushindani huu swali linakuja, je, ni nani ndiye tunampa taji la MVP kwa mwaka huu hapa 2025 mpaka sasa, kati ya hao ambao wametajwa hapo? Lakini pia vilevile hapa vile, page nyingine hii apo ameandika kwamba bwana, mpaka sasa hivi kwa upande wako, msanii gani unaona kwamba amefanya vizuri zaidi, yani anafaa kuwa MVP kwa upande wa mziki hapa nchini Tanzania? Maoni yako yatasomwa kwenye kipindi kipya. Ha bas, hapa wadau bwana wamekuja kuweka maoni yao kama kawaida. Kwa mfano kuna huyu hapa anaitwa Black Panther anasema kwamba bwana Zuchu nyimbo yake iliyopigwa vita ndio imekuwa nyimbo ambayo imetoboa zaidi kimataifa kwa mwaka huu hapa 2025. Nadhani hapa anazungumzia wimbo wa Amanda hmm. Akaendelea kusema kwamba na pili vile vile ni kwamba huu mwaka ana nyimbo mbili tu na moja haina hata video, ila kwenye chati haikosekani. Tatu, she had some of the biggest shows huu mwaka yani, Zuchu amefanya show kubwa kwelikweli. Uh, kuanzia kwenye kufanya show ya Chan amefanya show ya Ngadei na show nyingine kibao. Lakini nne, huyu huu mwaka kama kama introduce pateni kwenye game hiyo eh, inaonyesha kabisa kwamba huu, huyu ni msanii mkubwa na ni msanii mwenye nguvu ya ushawishi hapa Tanzania. Lakini pia vile vile mkumbuke kwamba si utani, binti huyu nyimbo yake kutajwa katika jalida la Billboard yo hapa bwana, moja kwa moja, huyu mdau ameonyesha wazi kabisa kwamba Zuchu ndiye msanii wake bora zaidi kwa mwaka huu hapa 2025 kutokana na hayo makubwa ambayo ameyafanya. lakini ukiachana na mdau huyo, kuna mwingine amesema kwamba bwana Harmonize naona ana fit sana kuwa msanii bora. Mwingine ameandika hapa bwana hapa malkia ni Zuchu. Kwa mdau amesema bwana, hapo hakuna hata mmoja wasanii ambao tunawakubali sisi ni Rosary Rose Ndauka Lukamba na Wolpa. Mwingine ameandika kwamba bwana Diamond Forever, Diamond, Diamond, Diamond. Kuna mwingine ameandika kwamba obviously Rayvani ndo MVP wa mwezi, eh, wa mwezi na mwaka. Labda atokee okay mwingine apindue meza mwishoni mwa mwaka huu. Eh, mda mwingine huyu amekuja kuandika hivyo. Lakini hapa pia vilevile vile kuna mwingine ameandika kwamba bwana kwenye hiyo listi, eh, mtoeni Simba na Rayvani haraka sana, hawa wawekwe kwenye MVPs za Afrika Sio kwa hapa Tanzania. Kuna mdau ameandika hivyo kwamba katika hiyo listi bwana Rayvanny na Diamond watolewe, wawekwe katika listi nyingine, kushindanishwa na wasanii wengine wa Afrika nzima, na sio hawa wa kitanzania wengine. Kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba bwana hapo Mbosso anatakiwa awepo, maana yake na yeye pia amekuwa na moto kweli kweli. Of course Mbosso yupo mwingine huyo hapa amesema kwamba bwana, mimi ninapita tu, ila nataka niwajulishe kwamba Diamond hapo msingemweka, kwani kumweka hapo ni kama vile kumkosea heshima. <coughs> <coughs> <coughs> mambo hayo Hapa kwa kifupi, ni kwamba inaonyesha wazi kabisa kuna wadau wanasema kwamba Diamond yakupaswa kabisa kuwekwa katika hiyo listi kushindanishwa na wasanii hao wengine, kwani kitendo cha kumweka Diamond hapo ni kama vile kumkosea heshima. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section kama kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.